Hello, vipenzi habari gani? mm -hmm, tupike kuku, tukaange kuku wazuri watamu waliokauka na wanaovutia kama wa kwangu, bila kutumia mahitaji mengine, mahitaji yanayohitajika nyumbani tu. Kabla ya hapo, naomba unisaidie subscribe tu, ili uanze kupata video zangu. Hapo mimi nilikuwa na hiyo nyama yangu ya kuku ya mbichi ambayo sijaiweka kitu chochote. Hapo tunaanza kuiandaa, tunaenda kuweka chumvi, kwa chumvi ya kiasi chako ambacho unakitaka mimi huyu kuku wangu ni mzima, nimeweka kichumvi ambayo mimi nitaona hiyo inanitosha. Hiyo <coughs> ni ajinamoto, nimeweka ajinamoto ya kutosha kabisa. Ko, na wewe pia utaweka kiasi ambacho wewe unaona. Hiki hapa mimi ndo saizi yangu, la vizuri kabisa, ukka kijiko kimoja na kuendelea. Hii hapo ni limao, pia weka kiasi ambacho wewe unataka. Kama unataka limao nyingi weka. Kama unataka kuku wako awe mchache sana, weka limao nyingi hiyo limao ni kwa ajili ya kukata shombo, pia kuleta ladha mm-hmm. hapo nimeweka limao yangu, hizo tunda zikaingia humwe, akasema ngoja nizitoe hizo tunda, zinakwaga za uchungu. Hakikisha kama umeingiza tunda umo kwenye mboga yako tunda za ndimu au limao, hakikisha unazitoa mpenzi. Ehe, hiyo ni chicken masala hiyo jamani, inafanya kuku kuwa mtamu na anavutia. Eh, hapo nikaweka chicken masala yangu, mimi nilinunua kipati kinauzwa 500 masokoni, nimenunua nimeitia yote. Ukitaka kuzidisha pia sawa, ukitaka kupunguza sawa, lakini mimi huyo kuku wangu ni mzima, alikuwa ni kuku wa broiler, nimeweka hiyo chicken masala yote. Wewe so, utaweka kiasi ambacho wewe unapenda kipenzi changu. Hapo utaanza kumchanganya, utachanganya mchanganyiko wako mpaka pale viungo vyote vitakaposhikana pamoja na hizo Nyama. Kwa mimi nikiendelea kuchanganya hapo kama hivyo unavyoona. Kuku wangu wanaonekana hivyo, hiyo chicken masala imeingia kabisa, mnaona inafanya kuku wavutie na awe mtamu, na pia huwa ina, inanukia. Kama haujawahi kutumia basi jaribu utafurahia. Hapa tujamaliza sasa kuenda kuku wetu kwa ajili ya kukaanga, hapo tunaenda kuweka kitunguu saumu hapo nilipondea pamoja na tangawizi kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Kwa utaweka kitunguu saumu kiasi ambacho wewe unapenda, uh -huh. Mimi niliweka kitunguu saumu cha kutosha jamani, ili kuku wangu wanukie na wakawe mtamu, sijui mnanielewa eh. Kwa kitunguu saumu changu nimeweka cha kutosha kabisa, ehe eh, na kukumbusha tu kusubscribe, ku like pamoja kusubscribe, kusubscribe, na ku kipenzi changu, utakapo subscribe utakuwa mtu wa kwanza kupata video zangu na utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana kipenzi. Hapo kitunguu saumu changu kama hivi, unaona, niliweka kitunguu saumu pamoja na hiyo tangawizi ya kutosha. Kitunguu saumu kilikuwa kingi kuliko tangawizi, lakini nitaweka wewe vile ambavyo wewe unapenda. Mimi nikaendelea tena kumchanganya sasa kwa mara nyingine, hiyo kitunguu saumu pamoja na tangawizi katika kuku wangu. Ukishamaliza kuchanganya utaacha kwa muda hata hata lisaa ata masaa mawili, ni wewe tu na muda wako, ili utakapocha muda mrefu viungo vitaingia ndani kabisa yani ehe, vitaingia kwa, mimi niliacha kwa muda kama masaa matatu hivi manne ndio nikaja kukaanga. Kama una friji ni vizuri zaidi kuweka kwenye friji. Hapo baada ya muda nimeweka mafuta yangu jikoni hapo, mafuta hakikisha yamepata moto vya kutosha tunaenda tu sasa kuweka zile kuku zetu kwa ajili ya kuzikaanga. Ehe, hapo nikaweka kuku wangu mmoja mmoja, hakikisha unaweka taratibu jamani, kipenzi usiungue basi. <laughs> Hapo nikaendelea kuweka kuku wangu kama hivyo kwa utaratibu kabisa, ili baadaye niweze kugeuza vizuri. Usiwajaze sana kwenye kikaango baadaye ukashindwa kugeuza vizuri hizo kuku zako na zipe nafasi, ili zifanyaje? Ziweze kuiva na, yani ziweze kuiva zisishikane, yaani kila kuku aive, kila kipande kiive mpaka, mpaka ndani vizuri kabisa. Ehe, kwa mimi nikaika hizo kuku zangu tu, hiyo ni awamu ya mia kwanza, niache chemke, unaona mpaka yani una anga mpaka uone kabisa hivyo chini imeanza kubadilika rangi, yani imebadilika rangi, ndio unageuza upande mwingine. Usigeuze kabla haijabadilika rangi jamani. Ehe, hapo nikaendelea tena kugeuza geuza hivyo vikuku vyangu kama mnavyoona hapo geuza hakikisha tu wasiungue, wawe na rangi nzuri kama hiyo. Na rangi nzuri kama hiyo inapatikana kwenye ile chicken masala jamani. Mimi sikaangi kuku bila kuweka ile kitu, chicken masala inafanya kuku kuwa na mwonekano kama huo. mm -hmm, hata ukitenga mezani kuku ni anavutia jamani, yani anakuwa brown vizuri kabisa. Hakikisha tu hawaungui. Simnaona kuku wangu mimi walikuwa ni wa brown, wanavutia afu ni wananukia balaa zaidi tu, usikose hivyo viungo ambavyo nimekutajia hapo. Uhum, kama ujaelewa unaweza ukaniuliza kwenye comment, nitakuelekeza hivyo viungo vyote jamani. Kuku alikuwa mtamu na alikuwa ananukia, yaani alikuwa ananukia balaa. Kama una kiungo kingine cha ziada unaweza ukaongezea. Mhm, mm, hakikisha kuku wako ameiva vizuri. Yaani hapo unaweza kusema labda ni wakavu sana. Lakini kukua kukua kukua ni wameiva tu kawaida. Yaani vile tu kawaida kama anavyotakiwa kuku wako kaanga anakuwa ndio ilikuwa kama hivyo. Kwa hiyo mimi nikaendelea tena hapo kuwatoa, sasa walikuwa washaiva. Hapo nilikuwa naendelea kuangalia na walikuwa tayari kabisa wameiva kama hivyo mnavyoona. Kwa hiyo utaangalia na wewe hapo kuku wangu ni ameiva. Ya yaani kile kiasi ambacho unapenda mwingine na mwingine anapenda kukwakauke, Mwingine anapenda tu iwe kawaida, mradi tu asiwe mbichi. Kwa hiyo utaangalia wewe kiasi ambacho wewe unapenda, utaanza kutoa taratibu. Usiungua jamani, kipenzi, sija ukaungua ukashindwa kusubscribe. <laughs> Nakukumbusha tu jamani, unisubscribe kipenzi unaotazama hapa sasa hivi. Ehe, utakuwa umenisupoti kwa kiasi kikubwa sana wakansa, ku, na pia utakuwa wa kwanza kuona video zangu kila inapoposti eh. Kama hivyo mnavyoona kuku wangu alikuwa wa mzuri, anavutia, ananukia we, yani amewiva mpaka ndani, amewiva mpaka ndani, kuku ametubu. <laughs> Ehe, kama hivyo mnavyoona kuku wangu alikuwa wa hivyo. Ehe, huku mafuta yangu sijatoa jikoni, kaendelea endelea kupata moto, kwa sababu kuku hizo kuku nataka nikaange katika mafuta yaliyokuwa makali sana kwao, nikaendelea sasa kuweka hivyo vipande vingine vilivyobaki hapo, nikaweka hayo manusu mapande makubwa makubwa, nikaweka hapo. Mafuta yalikuwa yamepata moto hasa yani, mafuta yalikuwa yamepata moto vyenyewe kabisa. Kwao nikaendelea kuweka hapo, kaendelea, kaendelea zangu kuweka hapo taratibu. Achana na hivyo vimiguu vyangu jamani, hivyo ni vya kuonja jikoni <laughs> Nikaendelea sasa kuweka hapo kipenzi changu, kama unavyoona. Kama kawaida, akianza kubadilika rangi chini, unageuza upande wa pili. Usigeuze kabla haijabadilika rangi, jamani, na hakikisha unakaanga, unakaanga nyama zako haziungui sijui, unanielewa? Nyama zikiungua zinakuwa chungu, hazivutii. Hakikisha unakuwa makini na moto, na moto na wewe mwenyewe akikisha nyama aziungui zinakuwa tu za nivimguu vyangu hivo hapo, vya kuonja vinaendelea kuiva. Nikaendelea geuza hizo nyama, nyama yangu hainuki shombo. Akikisha jamani, nyama, nyama hainuki shombo, ukiweka viungo tu vile nilivyokuwekea tu mimi, vinapatikana masoko ni masokoni tu. N ukivekatu vana na mambo mengine kama unaweza kitu kingine, unaweza kuweka lakini vile tu Jamani, ni vinanukia. Mboga ni tamu na inanukia, na kuku wako tapendeza kabisa. Unaweza kukala na chips, unaeza kukala na ndizi, unaweza ukaunga mtuzi, japo mimi nilikula hivyo wakavu. Mm, mnavyoona hapa, hizo kuku zishaiva. Huyo kuku ameiva mpaka ndani, si mnaona? Yani mpaka amejipasua kabisa, ameiva mpaka ndani. Tunaendelea kutoa hapo, nilikuwa nimepunguza moto ili zisiungue. Sasa uhum. Basi kama hivyo unavyoona kuku wangu kapendeza. <laughs> Okay, hapo na hivyo vikuku vingine vimebaki, naendelea sasa kutoa taratibu, ninavyosema taratibu, sijui mnanielewa vipenzi vyangu. kama hiyo ni firigisi jamani, yaani katika kuku ninyime vitu vyote iko kitu sini nikawa nimekizingatia, ni kweli kweli. Unaona inapovutia inanukia pia bala, yani ushangaa na kusema nyingine unakula kuku, kuku ni ananuka shombo, wakati viungo ni bei rahisi na vinapatikana magengeni kote, mia mbili mia tano, kama hiyo bichika ni masala shilingi mia tano tu, ya kunipata kama uwezo kununua ya kwenye kikopo kama mimi unanua ya fact lakini, ni kiungo ambacho nakielewa na, na kuku wangu ulikuwa kama hivyo. Wapenzi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Bye.